Kufuatia hali hiyo, wananchi wa Mzambarauni manispaa ya Morogoro wameiomba serikali kupanuliwa kwa barabara hiyo ambayo imekuwa ikisababisha ajali za mara kwa mara. Maoni yangu, hii barabara ni nyembamba mno, kwa hiyo ajali kila siku zinatokea kwenye barabara hii. Wangetufanyia uwepesi kidogo wa kuitanua ili kidogo atuokolee vifo katika maeneo haya Tutanulia barabara hii kwa kwetu tashukuru. Ni ajali nyingi sana natokea na maeneo haya, sakwa sababu barabara finyu, umona kama kule magari. Magari mona wana banana banana wanabananabanana daraja ile pale idogo, e, kwa mtu anaweza kupotekea wapi? Kumbe kuna gari nyingi natoka nato, hadi barabara tanne, yani barabara ipanuliwe ziwe nne, ana zitoke kule zitoke kule zinaondoka. Aidha, mashuhuda wa ajali hiyo akiwemo bwana Victor Minasi ameeleza namna alivyosikitishwa na ajali hiyo, kukutana na kijana mwenzao wamepoteza maisha. Nilivyoona leo imeniuma sana, kama kijana mwenzangu, yaani kama kijana mwenzangu leo imeniuma sana kwa nini via tunaisha, barabara hii ipanuliwe, barabara hii bana, ipanuliwe. Ajali ilikuwa na nani? Bodaboda ilikuwa mbele na basi kwa nyuma, ikampigia honi akachanganyikiwa, ni bodaboda akaingia barabarani kuingia barabarani akamkwepa, akam, akam, akam yule mwenye basi, ila sasa gari la nyuma ikampitia nikamkanyaga. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.